Hello, hello, hello, hello, wapendwa, nimekuja kwenu leo na mada nyingine nzuri, nataka tuongelee siku ya leo. Na mada yetu ni kwamba nafikiri kwamba hali ya, ya vita vinavyopita huko kati ya Israeli na Iran, kila mtu anashuhudia. Unaona hali halisi inavyokuwa. Vipindi vilivyopita, niliweza kuambia watu kwamba Israeli haiwezi kushinda Iran. Lakini mimi sina upande yote hapo, lakini najaribu kuangalia jinsi vita vinavyoenda, nikaambia watu kwamba sioni kama Israel itaishinda Iran. Vita vimepita karibia siku kumi na mbili wanapambana, lakini media zote za dunia zilikuwa zikichukua ushindi zinaipa Israel dhidi ya Iran, lakini wenyewe mmeshuhudia mpaka Umarekani baada ya kuona kwamba Israel imeanza kuzidiwa Umarekani ilituma ndege zake za kivita zikaenda kushambulia Iran, lakini vyote hivyo havijasaidia na leo Israel iliweza kuipigia Umarekani ikaambia bwana, kwa hali tunayoiona hapa, tupate ushindi hapa, ushindi jaribu kuongea na Iran tu, tu, tusimamishe vita. Na ni kweli walisimamisha vita. Hivyo wandugu zangu, nataka niwaambie kwamba tuache ushabiki katika mambo ya Israeli tusifanye ushabiki wetu kuwa kama washabiki wa mpira. Maana Israeli imeingia kwenye vitu vingi sana vibaya sana sasa hivi, hususan upande wa kushambulia majirani zake na kila mtu anashuhudia hali halisi inayoendelea. Tusiwe mashabiki, tuhache mambo ya kutabiritabiri kila wakati tuna bara kubwa la Afrika ambayo linahitaji watabiri ili maisha yetu na hali iweze kubadirika, lakini hatuoni watabiri wanaotabiria mambo ya Afrika. Lakini ikifika mambo ya Israel kila mtu anakuwa ni mtabiri, anatabiri mambo yake kuhusu Israel. Tusichanganye mambo ya Ukristu na Israel ambao tuko nayo sasa hivi. Hawa wakina Benjamin Netanyahu tunao waona huko Israel hawana kabisa mambo ya Ukristu ndani mwao, haipo kabisa. Tutumie mda wetu wa kufikiria na tuangalie ulimwengu sasa hivi uko namna gani, maana kama tulikuwa mashabiki jana, leo tujaribu kuepuka ushabiki na tuwe tunaangalia ulimwengu unaelekea wapi. Tutumie mawazo yetu sana, sisi wa Afrika, na tuweze kufikiria vitu vya muhimu na vitu vile ambavyo tunaona vya kupotezeana mda tuwe tunaacha, hususan ushabiki wetu kushabikia Israel tunakuwa kama tunashabikia mpira gawa na watu wengine waweze kutoa mawazo yao, wameshuhudia nini kilichotokea huko kati ya Israel na Iran. Nafikiria kwamba ni funzo kwetu sisi wa Afrika kuweza kuambia hata viongozi wetu kwamba tukikalia kila siku kutegemea umarekani itatusaidia tutakuja kuaibika siku moja. Asante sana, na Mungu atatubariki wote, amena.